Oh yes, kwa mara ya nne mfululizo Real Madrid wanashindwa kutamba mbele ya FC Barcelona e, tupetoka kushuhudia bonge moja la mechi, mechi ya ligi kuu ya nchini Uhispania El Clasico, mechi ambayo iliyokutanisha FC Barcelona dhidi ya Real Madrid, mechi ambayo imemalizika kwa ushindi kwa FC Barcelona, ushindi wa goli nne kwa tatu. Ulikuwa ni mchezo wa aina yake, mechi fulani hivi tamu sana kutazama, mechi iliyojaa competition ya aina yake e bwana e. Dakika za kwanza kwanza tu za mchezo dakika ya tano ya mchezo Kylian Mbappe anaweka goli la kwanza kwa Real Madrid kwa mkwaju wa penalty. Mpira likaendelea kupigwa dakika ya kumi na nne ya mchezo yule yule mfungaji wa goli la kwanza Kylian Mbappe anaandika goli la pili kwa Real Madrid. Mashambulizi yakaendelea kupigwa ya hapa na pale, FC Barcelona wakilisaka sana lango la Real Madrid. Dakika kumi na tisa ya mchezo Eric Garcia anaweka goli la kwanza kwa FC Barcelona, mpira likiendelea kupigwa mashambulizi ya hapa na pale, Barcelona wakiendelea kupeleka pumzi ya moto kwa Real Madrid. Dakika thelathini na mbili ya mchezo bwana mdogo Lamine Yamal anaandika goli la pili kwa FC Barcelona na kulavu scoreboard. Hazikupita dakika nyingi, ni dakika mbili tu, wakati Real Madrid wanatafuta namna ya kuongeza goli lingine, Rafinha anaandika goli la tatu kwa FC Barcelona katika dakika 34 ya mchezo. Mpira likiendelea kupigwa, Real Madrid wakitafuta namna ya kusawazisha. Dakika arobaini na tano ya mchezo Rafinha anaingia tena kambani kwa upande wa FC Barcelona na kuandika chuma cha nne kwa Barcelona. Mpaka dakika arobaini na tano za kipindi cha kwanza zinatamatika, FC Barcelona walikuwa wakiongoza goli nne kwa mbili. Tukarudi kuzishuhudia dakika arobaini na tano nyingine za kukamilisha tisini za kucheza, dakika ambazo zilikuwa za moto pia, lakini dakika ambazo hazikuwa na magoli mengi. Ni dakika ambazo zimeweza kuzalisha goli moja tu upande wa Real Madrid. Eh, pira limepigwa likapigika, mashambulizi ya hapa na pale kwa pande zote mbili ambao hayakuwa na matunda. Real Madrid, dakika 45 za kipindi cha pili walirudi wakiwa imara, walirudi na moto kwelikweli katika dakika arobaini na tano za kipindi cha pili Carlo Ancelotti aliweza kuzichanga vizuri. Dakika sabini ya mchezo Kylian Mbappe anaandika goli la tatu kwa Real Madrid na inakuwa ni hat-trick yake ya kwanza kwenye mchezo wa El Clasico tangu ajiunge na Real Madrid, lakini pia linakuwa ni goli lake la ishirini na saba katika ligi kuu ya nchini Hispania akiongoza kama top scorer katika msimu huu elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano Full time FC Barcelona 4 Real Madrid 3. Matokeo haya yanaendelea kuiweka FC Barcelona katika kilele cha msimamo wa ligi kuu nchini Uhispania, La Liga Santander, wakiwa na alama 82 katika michezo 35 waliocheza, sawa sawa na Real Madrid ambao wanashikilia nafasi ya pili wakiwa na alama 75, tofauti ya alama saba. Sasa ni wakati Real Madrid wanyoshe mikono kwamba imeisha hii, kwa sababu sitegemei kuona FC Barcelona wakipoteza michezo mitatu waliobakisha, kwa sababu ni michezo ambayo haina competition kubwa, ni michezo ya kawaida sana, na kama FC Barcelona ataweza kupoteza michezo hiyo mitatu itakuwa ni balaa, itakuwa ni maajabu ya mwaka. So iko wazi kwamba FC Barcelona wanaenda kunyakua kikombe cha La Liga Santander msimu wa 2024 2025. Nafasi ya tatu iko Atletico Madrid ikiwa na alama sabini. Athletic Club inashikilia nafasi ya nne ikiwa na alama sitini na mbili huku Villarreal ikishikilia nafasi ya tano ikiwa na alama sitini na moja. Nafasi ya sita iko Real Betis ya kina Antoine wakiwa na alama hamsini na saba. Celta Vigo inafuatia nafasi ya saba ikiwa na alama arobaini na tisa. Nafasi ya nane iko Rayo Vallecano nafasi ya tisa iko Mallorca yenye alama arobaini na saba huku nafasi ya kumi ikishikiliwa na Valencia, ambayo ina alama arobaini na tano Nafasi ya kumi na moja iko Osasuna yenye alama arobaini na nne Nafasi ya kumi na mbili iko Real Sociedad ikiwa na alama arobaini na tatu Nafasi ya kumi na tatu iko Getafe ikiwa na alama thelathini na tisa Nafasi ya kumi na nne iko Espanyol iko na alama thelathini na tisa Nafasi ya kumi na tano iko Sevilla ambayo ina alama thelathini na nane Girona inashikilia nafasi ya kumi na sita ikiwa na alama 38 pia huku nafasi ya kumi na saba ikishikiwa na Deportivo Alaves ambayo ina alama thelathini na sita. Nafasi ya kumi na nane iko Leganes ambayo ina alama thelathini na nne. Nafasi mbili za mwisho, nafasi ya kumi na tisa iko Las Palmas ikiwa na alama thelathini na mbili. Nafasi ya ishirini mkiani kabisa iko Real Valladolid ambayo ina alama kumi na sita katika michezo thelathini na tano alocheza mpaka sasa. Umetazama mechi hii ukiwa wapi? Je, kama ungepewa nafasi ya kuchagua man of the match katika mchezo wa leo ungeweza kumpa nani man of the match? Dondosha komenti yako hapo kwenye komenti. Hapa ni super trov ya Dino Television, tafadhali endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.